Habari, karibu sana katika chaneli yangu ya Mwalimu Roda, chaneli ambayo wewe mzazi mrezi, mama baba, utajifunza namna gani unaweza kumfundisha mtoto wako akiwa nyumbani na akaweza kujua kusoma kuandika, lakini pia kujua vitu vingi kuhusiana na maisha. Leo nitakwenda kukuletea hadithi ambayo itaenda kuwasaidia watoto sana katika kujifunza. Kama wewe ni mwalimu kama wewe ni mzazi mlezi, na ujasubscribe katika chaneli hii ya Mwalimu Roda, bonyeza alama kengele hapo chini, ili kila nitakapokuwa nikituma mafundisho yangu uwe wa kwanza kutazama na kupata maarifa. Karibuni sana, nawapenda sana. Mwalimu Roda nipo kwa ajili ya kuwaelimisha na kuwajenga watoto. Helo helo rafiki, hadisi hadisi. Hapo zamani za kale alitokea Kobe na Kima. Kobe na Kima walikuwa marafiki wazuri sana, marafiki ambao walikuwa wanapendana, marafiki ambao walikuwa wanaheshimiana, lakini pia hata kusaidizana katika changamoto mbalimbali. Ilitokea walipotezana kwa muda mrefu sana. Siku moja, Kobe akiwa mtoni akiandaa maji kwa ajili ya kwenda kuwapelekea familia yake, mala akakutana na Kima. Kima akamwambia, "Ah, rafiki yangu Kobe. Kobe akageuka akamtazama kwa bashasha. Kima Kumbe upo, unaendeleaje? Kobe akajibu, maisha ni mazuri sana. Vipi wewe rafiki yangu, na kuona umenawiri umependeza. Kima akamwambia, eh, na mimi nimefurahi sana kukutana na wewe. Wote wakakumbatiana kwa furaha, wakacheka, wakitabasamu na kukumbuka yale ambayo waliokuwa wakifanya tangu mwanzo. Ilikuwa ni furaha iliyo njema sana iliyotukuka na kufurahika, wawili hao kukutana kwa kipindi kirefu sana tangu walipopotezana. Kima akamwambia kobe, rafiki yangu, imekuwa ni njema sana kwa Mungu kutukutanisha kwa kipindi hichi cha pili. Hivyo basi, nilikuwa naomba ungekuja kwangu kesho nikuandalie kalamu kubwa sana, pamoja na familia yangu, kalamu ambayo ingeenda kufanya mahusiano yetu ya zamani yaweze kurudi na kukumbuka yale ya nyuma. Kobe akasema la hasha, rafiki yangu, nimefurahi sana kusikia kwamba unanijali na unajali urafiki wetu wa zamani. Basi kesho nitakuja hapo kwako kukutembelea, na tutaenjoi wote na kufurahia pamoja, huku tukikumbuka yale ambayo tulikuwa tumeyafanya zamani. Kesho alfajili kama ilivyo hada Kobe alivyo mrembo alivaa vazi lake ambalo lilimpendeza na kumfurahika. Alitabasamu na kuweza kujiandaa akiweka manukato ya kunukia ili aweze kwenda safari kumuona rafiki yake. Kobe alijiungia mpaka kwa Kima. Baada ya kufika kwa Kima, Kima alifurahi sana kwa kuwa kuamini kwamba Kobe angeenda nyumbani kwake. Kima siku hiyo alikuwa ameandaa chakula kizuri sana, chakula ambacho huwa anampa mgeni ambaye washima. Alivyo fika pale, Kima alikuwa ameandaa kiti kirefu sana. Chini yake kulikuwa na mkeka. Kima aliandaa kile chakula akaweka chini ya mkeka kisha akamwambia Kobe, ya kupasa ukae juu ya kiti ili uweze kula chakula, na mimi nitakaa hapa chini ya mkeka. Kobe akasema, mimi nisiwezi kukaa hapa juu na kuweza kula chakula kwa sababu mimi ni mfupi mno. Lakini Kima akamwambia, sisi kwa utamaduni wetu, mgeni wa heshima lazima akae kwenye kiti, hivyo ni ngumu kwa wewe kuweza kuweza kukaa kwenye mkeka na kuweza kujiongea kula chakula pamoja nami, na kwa maana nitakuwa kama na kuvunjia heshima. Kima aliendelea kusisitiza hivyo. Lakini Kobe alikataa kwa maana ilikuwa ni vigumu kwa yeye kukaa kwenye kiti na kuweza kula chakula vizuri. Kobe akaona isiwe shida, akapanda kwenye kile kiti, akawa amekaa vyema kabisa. Akimtazama Kima pembeni akiwa amekaa kwenye mkeka. Chakula kikiwa kinawaangalia kwa kutabasamu kwa maana kilikuwa ni kizuri mno. Kima akawa amefurahi kumwona Kobe akikaa kwenye kiti. Kobe akawa akijaribu kuinama ili aweze kuchota tonge la chakula. Kobe alikuwa akianguka, baada ya kuanguka Kima alikuwa akimwambia ya kubidi uende upande tena kwenye kiti kwa maana ni vibaya sana kwa mgeni wa heshima kukaa chini ya mkeka. Kobe akawa kila akitaka kuchota tonge anaanguka. Kima anaendelea kula, kima anaendelea kula. Mwisho wa siku chakula chote kiliisha na kobe akawa ajambulia hata tonge moja. Moyoni mwa Kobe akufurahishwa na hicho kitendo , lakini pia aliamua kutabasamu na kufurahi na kumwambia Kima, asante rafiki yangu kwa kalamu hii nzuri uliyoandaa juu yangu, na mimi ninakuomba kesho uje nyumbani kwangu, kwa maana nimekuandalia kalamu nzuri sana ambayo itakayokufaa na na kukupa furaha. Kima alitikia, asante rafiki yangu, nimefurahi sana kuja nyumbani kwangu, na mimi kesho nitakuja kwako ili niweze Kula hilo kalamu ambayo umeniandalia. Kesho, taratibu sana Kima alijongea mpaka nyumbani kwa Kobe. Baada ya kufika kwa Kobe, Kobe alikuwa ameandaa chakula kizuri sana, chakula cha kuvutia, chakula ambacho kinampa mgeni heshima. Kobe akamwambia, kwa kawaida utamaduni wetu wa hapa nyumbani mtu anapasa aende akanawe mtoni ndipo tule. Hivyo rafiki yangu, tuache chakula hapa, twende kwanza tukanawe mtoni, alafu kisha tuweze kurudi na kula chakula. Basi waliongozana wote mpaka mtoni. Walipofika mtoni, walinawa na kisha, walifika wakakaa kwenye mkeka. Kobe akamwambia kima, hebu nakuomba ufunue mikono yako ili niweze kuona kama umenawa vizuri. Kobe baada ya kuona mikono ya kima, kwa maana mikono ya kima kwa kawaida ni meusi, alimwambia kwamba mikono yako ni michafu, hivyo huwezi kushiriki chakula pamoja nami. Ninachokuomba, rudi tena mtoni ukanawe, alafu uje kuendelea na kula Wakati kima akiwa anaenda mtoni, kobe alikuwa akiendelea kula. Akirudi kima akimwonyesha mikono yake, anamwambia ni bado michafu, kwa maana kima mikono yake kwa asili ni meusi na sio meupe. Basi kobe aliendelea kula mpaka kile chakula chote kiliisha. Baada ya chakula kuisha, Kima alimwambia rafiki yangu, "Nimekuja kwako, lakini sijafurahishwa na vitendo vyako. Umeniandalia karamu nzuri lakini sijala. Mikono yangu kwa kawaida ni meusi, lakini umeniambia nikanawe na kila nilivyokuwa nikinao unaniambia ni michafu." Kobe akamwambia, "Unakumbuka jana kwako? Ulinikalisha katika kiti kirefu ili hali unanijua kwamba mimi ni mfupi. Hali iliyopelekea kwamba nishindwe kula mpaka chakula chote kiliisha." Kobe akamwambia, rafiki yangu, we ni rafiki mzuri sana, ni rafiki ninayekupenda, ninayekujali. Kukufanyia hivi sikutaka kukufanyia kwa sababu sikupendi, lakini nilitaka nikuonyeshe kwamba kitu ambacho Unamfanyia mwenzio au kitu ambacho unataki wewe ufanyiwe, usimfanyie na mwingine. Kitendo ambacho alinifanyia jana akikuwa kizuri. Kama sisi tunahitaji kuwa marafiki, lazima tuwe marafiki wa upendo, marafiki ambao tunasimama katika njia moja, na sio marafiki ambao tunaonyeshana kwamba tunapendana matupendane kweli. Wakakumbatiana kwa furaha, na tangu hapo Kobe na Kima urafiki wao ulikuwa wa kudumu na kupendana. Hii ni hadithi nzuri sana kwa watoto, ni hadithi ambayo inafundisha upendo wa kweli kwa watoto, ni hadithi ambayo inafundisha kukubaliana, inafundisha watu wale ambao wamegombana waweze kuelewana, inafundisha kusamehe na pia inafundishwa kuanza upya hata kwa yale ambayo umeyafanya makosa. Hivyo hadithi ina umuhimu mkubwa sana kwa watoto. Kwa mwendelezo wa hadithi nyingi, pamoja na uelimishaji wa namna ya kufundisha watoto, usisahau kuni kusubscribe channel ya Mwalimu Roda hapo chini, ili kila nitakapokuwa nikitoa masomo yangu wewe wa kwanza kunisikiliza na kuyapata. Asanteni sana kwa kunisikiliza, karibuni sana Mwalimu Roda.